DW. Habari za Ulimwengu. Na msomaji mchana wa leo ni Silvia Mwehozi. Kwanza ni mhutasari wake. Jeshi <muchu> la Israeli laanza kuwahamisha raia kutoka mjini Rafah. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akutana na Rais wa China Xi Jinping kwa mazungumzo mjini Paris na shambulizi la droni la Ukraini la waua watu sita katika mkoa wa Urusi wa Belgorod. Habari kamili. Jerusalem. Jeshi la Israeli limeanza kuwahamisha takriban watu laki moja kutoka mashariki mwa mji wa Rafa kabla ya mashambulizi yanayotarajiwa ya ardhini ya katika mji huo wa kusini mwa ukanda wa Gaza. Taarifa ya jeshi la Israeli imesema zoezi la kuwahamisha raia ni sehemu ya mipango yake ya kulitokomeza kabisa kundi la Hamas. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa watu wapatao milioni 1.2 wanajihifadhi katika mji wa Rafah, wengi wakikimbia mapigano maeneo mengine ya Gaza. Siku ya Jumapili, askari watatu wa Israel waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya msururu wa makombora kuvurumushwa kuelekea kivuko cha mpaka cha Kerem Shalom kati ya Israeli na Gaza. Tawi la kijeshi la Hamas lilidai kuhusika na shambulio hilo ambalo lilichangia mamlaka za Israel kukifunga kivuko hicho kinachotumiwa kuingiza misaada ndani ya Gaza. Paris, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amekutana hii leo na rais wa China Xi Jinping kwa mazungumzo mjini Paris, wakati kiongozi huyo wa China akianza ziara rasmi ya kikazi nchini Ufaransa. Macron alisalimiana na Shi katika kasri la Elisee kabla ya kuanza mazungumzo yatakayogubikwa na vita vya Ukraine na mizozo ya kibiashara duru ya kwanza ya mazungumzo itajumuisha pande tatu na kumshirikisha raisi wa halmashauri ya umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen. Macron amemweleza Shi kwamba ushirikiano na Beijing katika migogoro mikubwa ikiwemo Ukraine ni muhimu na kuhimiza kanuni sawa kwa wote katika uhusiano wa kibiashara baina ya China na umoja wa Ulaya. Rais Xi amesema mwanzoni mwa mazungumzo yake mjini Paris kwamba China inaichukulia Ulaya kama kipaumbele chake cha sera ya kigeni na kutizama uhusiano kati ya pande hizo mbili kuwa wa kimkakati na endelevu. Xi ameongeza kuwa China na Umoja wa Ulaya zinapaswa kuendelea kujitolea katika ushirikiano wa pande zote Moscow. Shambulizi la droni la Ukreni dhidi ya mabasi mawili aliokuwa akiwapeleka watu kazini limewaua watu sita na kuwajeruhi watu wengine 35 katika mkoa wa Urusi wa Belgorod. Gavana wa mkoa huo hivi Chaslav Gladikov amesema shambulizi hilo limetokea karibu na kijiji cha Berezovka. Ameongeza kuwa mwanaume mmoja yuko katika hali mbaya na watoto wawili wamepata majeraha makubwa. Mkoa wa Belgorod ambao unapakana na Ukraine umekuwa ukishambuliwa mara kwa mara kwa makombora na ndege zisizo na rubani za Ukraine katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Ukraine imekuwa ikikanusha kuwalenga raia na kuongeza kuwa ina haki ya kuishambulia Urusi. Moscow nayo inasema nchi za bi zinapouza mashambulizi ya Ukraine dhidi ya raia. Jamena Wachadi wameanza kupiga kura leo katika uchaguzi unaotazamiwa kuhitimisha utawala wa kijeshi lakini ambao umepuuzwa na wapinzani wa kiongozi wa kijeshi Mahamati Idris Deby kufuatia ukandamizaji. Wapiga kura nchini humo wataamua leo ikiwa watanue miongo kadhaa ya utawala wa familia ya Deby katika mojawapo ya taifa maskini zaidi duniani ambalo pia limekuwa na umuhimu katika mapambano dhidi ya wapiganaji wenye misimamo mikali katika eneo la Sahel. Debi anachuana na Success Masra ambaye alikuwa waziri wake mkuu lakini anatazamwa na wakosoaji kuwa ni kibaraka. Bila ya kuwepo na wapinzani wengine wakubwa, mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu yameonya kuwa uchaguzi huo hautakuwa huru na wa haki, kwani mpinzani mkubwa wa Debi ameuawa na wengine kupigwa marufuku kugombea. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya Habari za Ulimwengu kutoka DW. Mexico City. Wapiga kura nchini Panama wamemchagua Jose Raul Molino kuwa rais kulingana na matokeo ya awali yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi. Molino ambaye ni mshirika wa karibu wa kiongozi wa zamani wa nchi hiyo aliyeandamwa na kashfa, Ricardo Martinelli, ameshinda kwa asilimia 35 ya kura baada ya asilimia 90 ya kura kuhesabiwa. Rais huyo mteule anataka kukomesha uhamiaji haramu kupitia msitu wa Darien katika taifa hilo la Amerika ya Kati. Nitazungumza na kila mtu, nitamsaidia kila mtu Nitafanya mambo kuwa sawa, sipendi makabiliano ya aina yoyote. Mulino ambaye ni waziri wa zamani wa mambo ya nje, usalama na sheria, aliteuliwa kuwa mgombea mbadala wa mwanasiasa wa mrengo wa kulia Ricardo Martinelli ambaye aliondolewa kwenye kinyang'anyiro hicho baada ya kukutwa na hatia ya utakatishaji fedha na kuhukumiwa kifungo cha zaidi ya miaka kumi jela. Na huo msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu kutoka DW.